chache zilizopita Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika eneo la pale Oyster Bay polisi alitoa maelekezo nchi nzima kwamba halmashauri zote sasa ziwe na ubia maalum na wizara ya mambo ya ndani ili kuhakikisha vituo vya polisi vinavyojengwa na, na fedha za wizara ya mambo ya ndani, lakini pia halmashauri zichangie katika vituo hivyo kwa sababu wanaopaswa kulindwa ni wananchi ambao wapo ndani ya serikali za mitaa. Na kwa sababu mwaka huu tunafahamu tuna jukumu kubwa sana la mambo ya uchaguzi, na nimesikia mahali pengi watu wakisema jeshi la polisi lisiingilie hata kidogo masuala ya siasa. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, muda sio mrefu, nitatoa lecture maalum ili watu waweze kufahamu nini maana siasa na nini maana ya mambo mengineyo. Wataalamu wanasema kila anachokifanya mwanadamu katika maisha ya kila siku ni siasa, na wanasema siasa inagusa karibu kila pembe za maisha ya mwanadamu, na huwezi kuwa na siasa safi kama nchi ikiwa haina amani. Na kwa mantiki hiyo jeshi la polisi linapojitokeza kwa ajili ya kulinda amani na linapojitokeza kwa ajili ya kuonya yule anayetaka kupitiliza uhuru na mwisho kuja kuharibu dira ya amani katika miji yetu, jeshi la polisi kwa kufanya hivyo haliingilii siasa, lakini kwa kufanya hivyo linafanya shughuli zake maalum za kuhakikisha kwamba raia na mali zao wanalindwa. Kwa hiyo halmashauri ya Temeke imekushaanza utekelezaji huu pamoja na halmashauri zingine zote za ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam kuanza kutenga fedha ili haya maeneo yote ambayo wananchi wamejitolea kwa ajili ya kujenga vituo vya polisi vituo hivi viweze kujengwa. Kwa hiyo tumesema mpaka mwezi wa nane kituo hiki kimekamilika, halafu kuwe tayari tunakabidhi kwa jeshi la polisi ili wao sasa waendelee na itifaki zao za kipolisi, namna ya kuleta askari, namna ya kutunza silaha na namna ya kuendelea tena kulinda masuala mengineyo yanayohusiana na jeshi hili kwao. Naamini kwamba mchakato uliopo mpaka sasa bado tupo ndani ya mstari maalum wa maelekezo ya Amiri Jeshi Mkuu lakini na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa cheo kingine ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Kwa baada ya kusema haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nirudishe itifaki kwa katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa viongozi wa wilaya Temeke viongozi wetu wa Toangoma na wananchi, kwa niaba ya wenzangu wa jumba kamati ya siasa tunashukuru sana sana kwa ziara hii ya kuja Toangoma na kukagua hapa kituo cha polisi. M mimi asili yangu mkuu wa mkoa, ni huku, bibi mzaa mama ndo kwao, nilikuwa napita hapa naonyesha kinamneki makaburi yetu Amin. ya asili kwa hiyo mi binafsi nimefurahi nimekuja nyumbani, lakini tumefurahi sana sana sana kwa kukagua huu mradi. Hakuna asiojua umuhimu wa jeshi letu la polisi na ulinzi na amani kwenye nchi hii. Wanaosema acheni waseme, lakini sisi bado tuna imani kubwa na jeshi letu la polisi Tanzania sisi moye. Oh, yeah. Lakini kauli mbiu mmeisikia, huu ni mwaka wa uchaguzi, hakuna kulala, si mnajua eh? hakuna kulala ha. Dar es Salaam tumeandikisha watu karibu milioni nne. Tunatarajia kwa kweli, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi alioifanya, si mnajua miradi yote aliofanya. Yeah. Mashule, vituo vya afya, kina mama mnapata mikopo bado inaku, inakuja lakini, kwa sababu mikopo iko halmashauri, mikopo haya, wasilianeni na diwani wenu. Madiwani ndo kazi yao, wabunge ndo kazi yao, lazima mpate. Lakini hela ziko nyingi za kutosha. Juzi nilikuwa namsikia waziri wa TAMISEMI akiwa Arusha anasema kuna bilioni mia mbili kwa ajili ya kuwezesha vijana na kina mama. Kwa hiyo inabidi mchangamke, msilale kina mama, sawa? yeah. vijana msilale, mchangamke. Sisiem oye mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa niaba wenzangu, tunakushukuru wewe na viongozi wenzio wa mkoa, tunashukuru viongozi wa wilaya. Kwa kweli tumetembelea leo miradi, tumeona serikali yetu inafanya nini. Mwenyezi Mungu awajalie sana sana sana, kati ya serikali na chama kwenye ngazi hizi za kwenye, kwenye mambo ya maendeleo. Nafikiri alichokizungumza ni kuendelea kuwa pamoja katika kutoa taarifa ya kila ambacho kinafanyika, lakini naamini naamini kabisa kwamba mmoja akisahau, basi sisi wengine kwa kuwa tuko kwenye kata tujitahidi kutembeleana sana, na mkirelax kabisa kwamba kila taarifa itakuja, kuna wakati fulani inawezi siwe hivyo, na sisi ni wanadamu, lakini na kinachofanyika hapa, ndo maana mwenyekiti nimeshukuru sana konsepti ya kiongozi wetu wa chama ngazi kata, ya kata na namna mwenyekiti alivyorespondi katika kushirikishwa kwamba wengi wangetaka labda tuseme kituo kitaanza kujengwa, kituo kitaanza kujengwa au kituo kinajengwa, lakini mwenyekiti ameleta konsepti mpya hapa kwamba ushiriki ni pamoja na kuhakikisha wewe unatoa chochote mfukoni ili uwe sehemu ya ulinzi na usalama wa kata zetu. Sasa hii ndiyo tunayotaka. Sasa twende nayo. Dar es Salaam, Dar es Salaam ni kubwa sana. Leo mnaweza mkaona hata baadhi ya miradi mabarabara, unakuta yanaharibika au yanafanya hivi, ni kwa sababu pia kundi kubwa la watu si walipa kodi. Kwa hiyo tunanyang'anyana, watu wanatembea huko mtaani, mheshimiwa mwenyekiti, wanasema hizi ni kodi zetu wenyewe, lakini ukimuuliza umelipa shilingi ngapi mwaka huu hana majawabu. Na tukisema kwamba fedha hizi ameleta mheshimiwa Dokta Samia, tena wanapiga kelele sana. Wanapiga kelele kwa sababu hamfahamu Baba anaweza kuwa anapokea au mama anaweza kuwa anapokea mshahara mdogo sana lakini, ukimkuta mama siye na akili, familia itayumba tu. Jamani kina mama, uongo kweli? Nyinyi akina mama mnaweza mkawa na taaluma kubwa ya kubajeti kutoka kwenye fedha ndogo ili uweze kutosha kizazi, kizazi kikubwa na ndicho anachokifanya mheshimiwa Dr. Samia kubajeti kutoka kwenye kile anachokipata kila mwezi ili kuweze kushuka kwa watu na kujenga miradi ya watu. Kwa hiyo tukihamasika kwa pamoja tukalipa angalau zile kodi kodi, basi mambo yanakuwa mazuri, lakini tukiwafuata wale wenzetu, hizi ni kodi zetu, na wakati yeye si mlipa kodi, hiyo itakuwa ni mbaya sana. Dar es Salaam ni mji mkubwa kuliko mji wowote Tanzania. Tukiishi kama vile tuko vijijini, maisha yatatushinda jamhuri. Ya muungano wa Tanzania, CCM oye! Labda mwenyekiti huyu bwana alikuwa na jambo la kumalizia <tuhi>